Shalom. Sasa leo nitakutajia ndoto nyingine kubwa tano ambazo ndoto hizi utakapoziota hautakiwi kumwambia mtu yeyote yule. Ndoto zako zingine zote unaweza kumwambia mtu yeyote yule, lakini hizi utakapoziota hutakiwi kumwambia mtu yeyote yule. Hutakiwi kumambia mamaako, hutakiwi kumambia babako, hutakiwi kumambia mchungaji wako, hutakiwi kumwambia mtu yeyote yule. Na ndio maana siku leo nimekuja kukuambia ni ndoto zipi hizo na nimekuja kukupa maana zake ili utakapoziota usiona haja yoyote ya kumwambia mtu yoyote yule. Na kwa nini ndoto hizo hautakiwi kumwambia mtu yoyote? Kwa nini nikikutajia ndoto maana ya ndoto na sababu ya kuto kumwambia mtu yote hiyo ndoto. Leo nimekuja na part 2. Part 1 nikutajia ndoto kubwa nne, leo nitakutajia ndoto zingine kubwa tano, na kama mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu leo nitakwambia hata kama umeshawahi kuota ndoto hizi ambazo nakutajia leo na umeshamwambia mtu, ni kitu gani basi unatakiwa kufanya ili kuepukana na hayo madhara ambayo yanatokana na kumsimulia mtu ndoto hizo ambazo ulitakiwa usimsimulie. Na kama bado hauja subscribe channel yetu ya YouTube unaweza ukasubscribe muda huu, ili kila napoleta tafsiri mpya ndoto uwe wa kwanza kuipata na kuweza kuifanyia kazi. Ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota upo harusini. Kama ni mwanamke unaota umevaa shela kama ni mwanaume unakuwa unajiona uko katika mazingira ya kutaka kuoa ama uko kwenye harusi ama uko kwenye sherehe kubwa. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba kuna tukio kubwa ambalo litafanyika kwenye maisha yako, na tukio hili litakusanya ndugu zako wote, watakuja kufurahi kwa pamoja na wewe. Maana yake kuna baraka kubwa, na baraka hii inayokuja itakuwa sio baraka kwako peke yako, bali ni baraka itakayofanya watu wengi kwenye familia yako wafurahi. Ni baraka itakayofanya watu wengi kwenye ukoo wako wafurahi. Ni baraka ambayo itakuja kukuheshimisha wewe pamoja na nyumba yako. Sasa, kwa nini utakiwa kumwambia mtu? Unaweza kumwambia mtu juu ya ndoto hii bila wewe kujua maana yake, mtu yule akawa anaijua maana yake. Kwa sababu wachawi huwajui, wanga tunaishi nao siku zote, wachawi tunaishi nao siku zote. Mchawi hauwezi ukamjua hivi kwa macho ya damu na nyama. Mchawi anaweza kuwa ni rafiki yako ambaye unakaa naye karibu yako, mchawi anaweza kuwa ni dada yako, mchawi anaweza kuwa ni shangazi yako. So unapokwenda kumwambia ndoto za namna hii, na yeye kama anakuwazia mabaya, yeye katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ni mtu ambaye anajua mambo ya kiroho, anakuwa anajua kabisa kutokana na ndoto hii, mtu huyu ambaye ameota basi, kuna baraka inakuja kwenye maisha yake, na baraka hii hatafurahi peke yake, atafurahi yeye pamoja na familia yake. Kwa hiyo, anachokifanya huyu mtu anaposikia ndoto hii, unapomsimulia ndoto hii, anachokifanya anaenda kufunga ama anaweza kubana ndio maana natakiwa makini sana. Vitu vyako vingi katika ulimwengu wa kiroho umevipoteza, ni kwa sababu umekosa siri. Na ndio maana kuna mwingine anakuambia, mtumishi wa Mungu, mi natamani kuweza kuolewa, mi natamani niweze kupata ndoa, lakini sasa hivi kila siku ninapoenda kulala usiku ninaota ninafunga harusi, lakini harusi hiyo haijawahi kufika mpaka leo. Mtumishi wa Mungu, kwa nini? Kwa nini mtumishi wa Mungu inakuwa hivyo? Ni kwa sababu unawaambia watu. Yawezekana hiyo ndoto ilikuwa ina maanisha ni harusi kabisa ya kawaida, ni harusi ambayo itakuja kuleta baraka kwenye maisha yako, ni kitu ambacho kitakuwa ni kikubwa, ni muujiza ambao utakuja kuwa mkubwa sana kwenye maisha yako. Lakini wewe kwa sababu ulisema, na ndio maana unashindwa kuufikia muujiza huo siku ya leo. Hebu imagine wewe una miaka ishirini na mbili au una miaka ishirini na tatu, ni mwanamke ama mdada unamwambia rafiki yako mwenye miaka 28 29, unamwambia kwamba nimeota nimefunga harusi, nimeota nimeolewa na mwanaume mzuri kweli, mwanaume mwenye pesa. Yeye ana miaka 29 28, bado hana ndoa, unafikiri anajisikiaje? Atasema ina maana huyu ni dogo wa juzi, lakini yeye anakwenda kupokea baraka ya ndoa kabla yangu. Asiamini, asikubali, unajikuta kwamba unaanza kulogwa. Ni kwa sababu ya mdomo wako huu ambao unaongea, kama ushaiota ndoto hii na ukamwambia mtu basi kama mpaka mwisho wa clip hii, kwa sababu nitakwambia ni kitu gani cha kufanya kama umesha yote unafunga harusi na ukamwambia mtu. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya pili, kama bado haujasubscribe channel yetu, basi unaweza ukasubscribe, ili kila ninapoleta ndoto mpya, ili kila ninapoleta mafundisho mapya, huo unakuwa wa kwanza kuyapata na kuyafanyia kazi. Na kama bado hauja like video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Sasa ndoto ya pili ambayo utakiwa kumwambia mtu yote unapokuwa umeiota, ni ndoto ya kuota unapewa funguo ama unaokota funguo ama umeshika funguo unapokuwa kwenye ndoto. Ndoto hii inamaanisha unapewa mamlaka mapya. Ndoto hii inamaanisha unapewa way out ya kutoka kwenye tatizo lako ama unapewa njia ama unapewa solution ama utatuzi wa changamoto ambayo imekuwa ikikusumbua kwa muda mrefu. Ndoto hii inaonyesha kwamba kuna milango inakwenda kufungua kwenye maisha yako. Mungu ameshakupa funguo tayari. Ndoto hii inaonyesha kwamba kuna baraka ya kufungulivu ambayo inakuja kwenye maisha yako. Labda katikati yako wewe na familia yako ama katikati yako wewe pamoja na watoto wako wote. Sasa kwa nini utaki kumwambia mtu ndoto hii? Sababu mtu ambaye amefunga maisha yako wewe humjui. Kaka fulani, jamani leo nimeota nimepewa ni funguo. Huyo huyo kaka fulani, mtu ambaye amefunga unapomwambia na so, ndugu yangu wewe. Mtu hawezi kukuloga kama kufahamu mtu hawezi kuloga kama hafahamu jina lako wala hafahamu sehemu ambayo unatokea. Na ndio maana mtu anayekuloga lazima uwe na mahusiano naye fulani. Mtu ambaye anakuloga anaweza akawa ni ndugu yako wa kuzaliwa naye. Mtu anayekuloga anaweza akawa ni jirani yako, kwa sababu anakufahamu. Mtu anaweza kuloga anaweza akawa ni mtu ambaye unafanya naye kazi. Mtu anaweza kuloga anaweza akawa ni mtu ambaye unafanya naye biashara zinazofanana. Ni mtu ambaye anakufahamu ndio mtu ambaye anakuwa ana access ya kuloga. Hawezi akakuloga mtu yote. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tatu, ni ndoto ipi? Kama bado haujasubscribe channel yetu hii ya YouTube, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama bado, hauja like video hii unaweza ukalaiki ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Sasa ndoto ya tatu ni ndoto ya kuota umepewa kiatu ama umepoteza kiatu. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba kuna mamlaka mapya ambayo unayapewa kwenye maisha yako ama kuna baraka mpya ambayo inakuja kwenye maisha yako ama kuna muujiza mpya ambao unakuja kwenye maisha yako. Ule uwezo wa kufanya vitu na vile vitu unavyovifanya vikaweza kukubali vikaweza kustawi na vikaweza kuchanua. Unapoota unapewa viatu, maana yake kwamba kuna mamlaka mpya ambayo inakuja kwenye maisha yako. Na pia unapoota unapoteza kiatu, maana yake kuna mamlaka fulani kwenye maisha yako ambayo inapotea. Ule uwezo wa kumiliki na kutawala katika maeneo fulani fulani ya maisha yako. Wewe ni baba, wewe ni mama inawezekana ule uwezo wa kumiliki na kutawala watoto wako, ule uwezo wa kutawala katika familia, ule uwezo wa kusema kitu unapokuwa kazini na watu wanakusikiliza. Sasa, kwa nini utakiwa kumwambia mtu yote? Sasa huenda huyo mtu unayemwambia ndo mtu pekee ambaye anakupiga vita kwenye maisha yako ili wewe usiweze kuvuka, ili wewe usiweze kwenda kule unakotakiwa kwenda. So, unapoenda kumwambia anakuwa anajua kwamba lile ninalolifanya limeshindikana. Ngoja niende kwenye plani B. Ngoja niende kufanya kitu kingine. Tuone kama na hichi atachomoa cha sasa hivi. Oh, huyu mtu ni kama unakuwa unampa taarifa ya kwamba wee, hata kama unaniloga vipi, mimi bado naendelea kufanikiwa, mimi bado naendelea kupata mamlaka ya kuweza kumiliki na kutawala. Na ndio maana utakii kusema, kwa sababu yeye ataenda kujipanga kwa namna nyingine tena. Na pia kuota unapoteza viatu, kwani utakii kumwambia? Huenda yeye ndo anasababisha mamlaka hiyo iweze kupotea kwenye maisha yako, kwa hiyo unakuwa unampa taarifa ya kwamba na yale unayonifanyia yanafanya kazi sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya nne, kama bado haujasubscribe chaneli yetu, unaweza ukasubscribe, na kama bado hauja like video hii na unabarikiwa basi, unaweza ukalike mahali pale ulipo. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota uko na masuperstar maselebrity, ama watu ambao ni maarufu. Kuna wengine wanaota wako na wasanii wakubwa. Kuna wengine wanaota wako na viongozi wakubwa wa, wa siasa. Kuna wengine wanaota wako na waigizaji wakubwa kuna wengine wanaota wako na wanamuziki wakubwa. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha ndani yako una nyota ya ukuu, nyota ya utawala na nyota ya umaarufu. Yaani pale ambapo unawaona wale ambao unawaota walipo, ndipo nawe pale unapotakiwa ufike. Pale ambapo unamwona yule mwanasiasa ambapo yupo, nawe ndipo unapotakiwa uwe. Pale pale unapomwona yule msanii yupo, ndipo nawe pale unapotakiwa kufika. Pale unapomwona yule mwigizaji yupo, ndipo nawe unapotakiwa kufika. Pale unapomwona huyu mbasketibola ama huyu futibola alipo, ndipo nawe unapotakiwa kufika. Kwa hiyo ndoto hizi zinakuja kufunua ule ukubwa ama ule umaarufu ama ule ukuu ambao Mungu ameweka ndani ya mtu fulani. Sasa kwa nini utakiwa watu kuambia ndoto hizi? Hautakiwi kuambia watu ndoto hizi kwa sababu ndoto hizi zinafunua kwamba wewe baadaye unakuja kuwa mtu mkubwa. Ndoto hizi zinafunua kwamba wewe baadaye utakuja kuwa mtu gani. Wewe baadaye utakuja kuwa mtu mkubwa, wewe baadaye utakuja kuwa mtu maarufu. Kwa kama unamwambia rafiki yako na yule rafiki yako huenda ni msoma nyota, ana uwezo wa kwenda kuchukua ile hatima yako, ana uwezo wa kwenda kuchukua ile nyota yako, anaweza kuenda kuchukua kile kibali chako cha umaarufu. Video hii na inakubariki, basi unaweza ukalaiki mali pale. Sasa ndoto ya tano ni ndoto ya kuota unapanda ngazi na hizi ngazi zinaelekea juu, ama ndoto ya kuota unapanda lifti, yaani uko ndani ya lifti na ile lifti ulionayo inapanda juu kwa spidi sana. Ndoto hii inaonyesha ukuu. Ndoto hii inaonyesha kuinuliwa. Ndoto hii inaonyesha hatua mpya juu ya maisha yako. Yaani, wewe kwenye yale maisha ambayo saifi uko nayo sasa hivi unakwenda kupokea hatua mpya. Inawezekana kama uko kazini, utajiona ndo unapanda cheo. Kama uko kwenye biashara, biashara yako inatanuka inakuwa inastawi na kuongezeka sasa kama umeshawahi kuambia watu ndoto hizi ambazo hutakiwi kuambia na umezisikia siku ya leo, basi utafanya mambo haya makubwa mawili ambayo nitakwambia siku ya leo. Jambo la kwanza utakao lifanya utafungua katika kile kitabu cha Zaburi ya mia ishirini na moja ule mstari wa saba na ule mstari wa nane inayosema Bwana atakulinda na mabaya yote na Bwana atailinda nafsi yako. Kwa utaingia kwenye maombi utasema hivi: Mungu, ninaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu tazama kuna mabaya mengi ambayo yananipata kwenye maisha yangu, na mabaya haya nimejisababishia mimi mwenyewe kwa kusema ndoto hizi ambazo nilikuwa sijui kama natakiwa kuzisema. Mungu, inakuomba kuanzia sasa kila mabaya ambayo nimepangiwa, chochote kile kibaya ambacho nimepangiwa juu ya maisha yangu, Mungu naomba unilinde kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye hai. Jambo la pili la kufanya, utafungua katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 19, inayosema nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda kwa sababu mimi Bwana Mungu niko pamoja na wewe. Kwao utaingia kwenye maombi, utasema hivi: Baba, katika jina la Yesu imeandikwa katika kitabu cha Yeremia ya kwamba Mungu uko pamoja na mimi. Watapigana na mimi hawatanishinda. Baba, tazama kuna watu wananipiga vita ndoto zangu. Kuna watu wanapiga vita maisha yangu. Baba, kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, Ninatamka ya kwamba watapigana na mimi hawatanishinda. Hawatanishinda kwenye kazi zangu. Hawatanishinda kwenye biashara zangu. Hawatanishinda kwenye familia yangu. Hawatanishinda kwenye ndoa yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo nazati hai. Basi utakapofanya mambo hayo makubwa mawili ambayo nimekuambia leo, utakuja kuona kama kuna vita ambavyo ilikuwa inanuka kwenye maisha yako, utaanza kuona vita ile imeanza kuondoka. Muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama una ndoto ambayo haujui tafsiri yake, basi unaweza ukaandika kwenye comment section mahali pale na nitakujibu. Na kama una shida binafsi na unahitaji kupata namba zangu za simu, basi unaweza kuchukua namba zangu za simu ambazo zinaonekana kwenye upande wangu wa kulia wa chini wa screen. Na kama unatamani kuweza kujua tafsiri zingine za ndoto na masomo mengine ya ndoto, basi unaweza kaingia kwenye channel yetu hii. Nimetoa tafsiri nyingi sana za ndoto, nimetoa tafsiri za kuota unafanya mapenzi, tafsiri za kuota uko shuleni, tafsiri za kuota uko kijini ulikozaliwa, nimetoa na kama bado haujasubscribe channel yetu basi unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kila ninapoleta mafundisho mapya kuhusiana na ndoto, basi uwo unakuwa wa kwanza kuyapata. Mungu akubariki sana. This is apostle Deusi Sengo. Amen, shalom, peace.